Tukianza na gazeti la habari leo limebeba habari kubwa inayosema fedha sherehe za uhuru kupanua barabara da ni Mwenge Morocco, njia mbili za lami kuongezwa, ni agizo la rais John Pombe Magufuli, lengo kupunguza foleni. Habari nyingine anasema Magufuli ashusha maelekezo mashirika ya umma. kumi na wawili mbaroni, sakata la TRA. Viongozi wa dini watoa somo kwa watumishi wa mamlaka wa chuo cha kodi. Uh, TRA. Ponda sasa huru. She Ponda, Issa Ponda achiwa huru mjini Morogoro jana na viongozi wa dini nchini wameomba Rais John Magufuli aombewe. Tukitazama gazeti la Mtanzania rungu jipya fagio la Magufuli kupunguza wafanyakazi mashirika ya umma, posho za wabunge, vikao vya bodi za pigwa marufuku. Na habari katika picha inaonyesha TTCL, TANESCO, bandari, NHC, TRL na TANAPA. Na kuna nukuu hapa taasisi zote zinazopokea mtaji kwa serikali zinatakiwa kujieleza kwa nini zinashindwa kupata faida kwa kuingiza mambo ambayo hayana msingi ni mafuru. Na habari nyingine, anasema Sheikh Ponda, nitaendelea kupambana ufisadi wa trilioni moja nukta mbili waibuliwa wizara ya fedha. Tukiangalia gazeti la Nipashe, panga kali kutua kwa wafanyakazi Tanesco, pia bandari, TPDC, TRL, Tazara, IFM, TTCL, ATCL. Ni amri kupunguza mzigo kupunguza mzigo mashirika yasiyozalisha Waingereza waanika ufisadi wa trilioni moja nukta mbili serikali ya JK. Lowasa aongoza maelfu kumzika mawazo na posho za wabunge za fyekwa. Sheponda achiwa huru. Gazeti la Uhuru, serikali ya ng'ata wabunge, hakuna kulipwa posho kwenye ziara. Malipo ya bodi zote sasa kuangaliwa upya. Na habari nyingine ya safi gogo zaidi TRI Mbaroni ni sakata la wizi wa kontena 349 sasa wafikia kumi na wawili. Wengine watakiwa kujisalimisha polisi ya Charuka. CCM Zanzibar ya kanusha. Mabilioni ya uhuru kujenga barabara. Gazeti la Jambo Leo Magufuli amuibu, amuibua Lipumba. Na habari katika picha inaonyesha Rais John Magufuli akiwa na mazungumzo na aliyekuwa mwenyekiti wa CUF Profesa Ibrahim Lipumba Ikulu jijini Dar es Salaam. Zito: waliofuja dola milioni mia sita, Stanbic wa waadhibiwe. Sheikh Ponda Huru akawa mahabusu kwa siku mia nane kumi na nane asimulia yaliyomkuta. Tukiangalia gazeti la Raia Tanzania. Kitendawili, serikali mpya: Lipumba ateta na Dr. Magufuli wafanya siri walivyo igusia Zanzibar. Baraza la mawaziri zuri bado la sukwa. Fedha za uhuru kupanua barabara. Habari nyingine inasema makontena yaliyopotea, msiri wa vigogo atorokea Kenya, wengine walamba walamba. Rushwa bilioni 120 benki ya Stanbic yahusishwa tena na tukiangalia gazeti la tanzania daima ulaji wa wabunge wafyekwa rais magufuli aagiza wang'olewe kwenye bodi za mashirika ya umma na habari katika picha inaonyesha safari ya mwisho ambapo ni ya mawazo na mboye akisema mawazo ametuachia mawazo sheponda aachiwa huru asota maabusu siku mia nane thelathini na moja aachiwa akimbilia msikitini siku 30 za utata raisi Zanzibar. Gazeti la Majira zito aibuka na ufisadi wa trilioni moja nukta mbili aitaka BOT TAKUKURU na FIU waweke taarifa hadharani. Sheponda aachiwa huru, atokwa machozi ya furaha, asema haki imecheleweshwa. Mahakama haijaridhishwa na ushahidi, ruksa kukata rufaa. Magufuli aagiza fedha za sherehe za uhuru zijenge barabara. Profesa Lipumba amtembelea Ikulu. Jeshi la polisi lawashikilia watuhumiwa kumi na wawili wizi wa makontena bandarini. Tukiangalia gazeti la Zanzibar leo darizeni vigogo TRA mikononi mwa polisi, na habari nyingine sana saa. Mabilioni sherehe za uhuru yapangiwa matumizi, na leo ni siku ya ukimwi duniani. ZAC yaandaa mkakati wa kumaliza ukimwi nchini tukiangalia gazeti la Daily News kwa upande wake lina habari kubwa naosema mashirika ya umma yatakiwa kuepuka matumizi ya ziada, na wasomi waelezea hekma katika ucheleweshaji wa kutajwa kwa baraza la mawaziri. Kumi na wawili wakamatwa kufuatia upotevu wa makontena. Gazeti la The Guardian, dola milioni mia sita za zahusishwa katika rushwa ni katika ununuzi wa dhamana katika benki ya Standard. John Pombe Magufuli akata matumizi makubwa katika taasisi za kibiashara. Mamlaka ya mapato yatafuta nguvu kwa Mungu kukabiliana na tatizo la rushwa. Tukiangalia habari za michezo katika gazeti la The Guardian, habari yake kubwa inazungumzia kufungwa kwa Kilimanjaro Stars na Ethiopia. Boko avutia klabu ya St George na klabu ya Lugalo kombaini yanyakuwa ushindi wa mchezo wa Darts. Gazeti la Daily News. Kili Stars yajitoa katika Sekafa na daa yaifunga Mombasa. ni katika Gulf Toto. Afrika yapata katiba mpya. Gazeti la Zanzibar leo matuta yaingoa Kilistars, Uganda yaifungisha virago Malawi na habari nyingine inasema: Moroko anika sababu za Heroes kuboronga Challenge, tamasha la michezo chwaka la fana. Gazeti la Majira Pluim, hataki mchezo Yanga, Kilistars ya aga Challenge, Uganda ya tinga nusu finali, sasa kukutana na Ethiopia. Gazeti la Tanzania Daima, Kilistars sio riski, Azam FC kuzuru jijini Tanga, Challenge ya mtibulia ker, Simba. Gazeti la Raia Tanzania Yanga Kotinho hakijaeleweka. Kobe Bryant kustaafu. Kilimanjaro Stars out. gazeti la Jambo Leo, Kili Stars ya aga kombe la Challenge, yafungwa kwa penalti nne kwa tatu na Ethiopia. Uganda yaipiga Malawi mabao mawili kwa bila. Kerr ajipanga kushinda kila mechi. Arsenal yapunguzwa kasi Liverpool kicheko. Gazeti la Uhuru, kili stars nje challenge, yatolewa na Ethiopia hatua ya robo fainali. Penalti za mkude kapombe za ota mbawa. Gazeti la Nipashe, Ronaldo Messi Neymar fainali Ballon d'Or. or Orodha ya awali ilikuwa na majina ishirini na matatu akiwamo Shores, lakini panga limepita na kubakisha nyota hao watatu. Mshindi atatangazwa katika hafla maalum mjini Zurich Januari kumi na moja mwakani. Yanga kumuuza Kotinyo st George, Simba watua Azam kumsajili Majwega. Gazeti la Mtanzania penalti za ing'oa Kili Stars Challenge Cup na habari nyingine anasema Majwega atimka Simba ulinzi mkali Stewart Hall ni tailiza Simba. Na tukiangalia gazeti la habari leo katika ukurasa wake wa michezo, Kili Stars fungu la kukosa Azam wafuata makali ya Simba na Ronaldo Messi Neymar wa penya Klopp ampigia debe kocha aliye matatani. Na tukiangalia gazeti la michezo la bingwa, hesabu kali za Yanga Pluim afanya yake huku akizichungulia Simba Azam, Simba yakaa mezani na Samata mpya, mastaa sita wa wawaingiza Yanga, Simba Vitani na Kili Stars yatolewa kwa Matuta Challenge.